Jabari N'goma alizaliwa katika kijiji kidogo kando ya mto Rokel, kaskazini mwa Sierra Leone. Maisha ya utotoni kwake hayakuwa rahisi; vita vya wenyewe kwa wenyewe vilikuwa vimeharibu uchumi wa nchi, na fursa za ajira zilikuwa finyu mno. Baada ya kumaliza shule ya msingi, Jabari alilazimika kusaidia familia yake kuuza matunda sokoni ili kumudu chakula cha kila siku. Kadri alivyokuwa, ndoto moja tu ilimtawala: kusafiri hadi Ulaya ambako aliamini maisha yangekuwa bora zaidi alikuwa akisikia simulizi kutoka kwa marafiki waliowahi kufika huko au hata wale waliodai walikuwa njiani kwenda kwa wazungu. Hivyo basi akavunjika moyo kila siku alipokuwa akiona familia yake ikizidi kuzama kwenye umasikini. Hatimaye akiwa na miaka 21, Jabari alichukua uamuzi wa hatari, kusafiri kupitia jangwa la Sahara hadi Libya na kutoka huko kuvuka bahari ya Mediterania kwenda Italia. Safari hiyo ilikuwa ya maumivu na mateso yasiyoelezeka. Katika msafara wa lori lililosheheni zaidi ya watu india Jabari alivuka Niger na kuingia Libya. Alishuhudia wenzake wakifa kwa kiu, njaa na baadhi kushambuliwa na majambazi wa jangwani. Alinusurika kwa bahati tu baada ya mzee mmoja kumshirikisha maji kidogo na mkate aliyokuwa ameubana kwa siku tatu. Walipofika Libya, walifungiwa kwenye gala lisilo na dirisha, wakisubiri nafasi ya kupakiwa kwenye boti ndogo ya mpira. Jabari alikumbwa na mateso ya walinzi waliokuwa wakiwatesa wahamiaji waliokataa kutoa fedha zaidi. Alipigwa, akafungwa, lakini bado hakukata tamaa. Siku ya kusafiri ilifika. Boti yao ilijaa watu zaidi ya 120 ilhali uwezo wake ulikuwa kwa chini ya nusu ya idadi hiyo. Bahari ilikuwa na mawimbi makali, na baada ya masaa kadhaa ya kusafiri gizani, boti hiyo ilianza kujaa maji. Jabari aliomba dua zake za mwisho. Alikuwa amepoteza matumaini. Lakini kwa bahati nzuri, kikosi cha uokoaji cha wahisani wa Ulaya kilifika dakika za mwisho na kuwaokoa baadhi yao. Jabari alikuwa mmoja wa waliovutwa kutoka majini akiwa hajitambui. Alipofika kwenye kisiwa cha Lampedusa nchini Italia, Jabari alipelekwa hospitalini. Alikaa wiki mbili kwenye chumba cha wagonjwa mahututi akipambana na homa ya matumbo na majeraha ya mwili. Baada ya kupona, alihamishiwa kwenye kambi ya wakimbizi ambako alianza kujifunza Kiitaliano na kusaidia kama mkalimani kwa wahamiaji wapya. Leo hii Jabari ni mmoja wa wahamasishaji wakuu wa vijana barani Afrika kuhusu hatari za safari za kuzamia kwenda Ulaya. Anahubiri matumaini na ujasiri wa kujenga maisha bora ndani ya bara lao, akiwa mfano hai wa